E bwana, Bonge la Dada imekuwa ngoma maarufu zaidi na ngoma pendwa zaidi baada ya Yanga kuchukua ubingwa, lakini pia baada ya Mbosso kuachia hii EP yake ambayo inaitwa Number 3. na mmoja kati ya watu ambao imewapeleka mjini ni mwanadada ambaye anaitwa Queen Fraison, ambaye kwa sasa hata nikutajia hili jina huwezi kumfahamu. Mpaka wengi wao wanamfahamu kwa jina la Bonge la Dada. Dada noma sana bwana, bwana huyu dada amekuwa maarufu kutokana na ile style ambayo anaicheza kutokana na hiyo ngoma. So hiyo ngoma kwa wengi saa hivi wanaweza wasijue jina lake, lakini wakiwaambia tu bonge la dada basi wakaijua. Sasa Mbosso aliitwa na wananchi Yanga kuwa moja kati ya performer ambao watawaburudisha wananchi kwenye paredi lao la ubingwa. Sasa Mbosso akaona sio shida, basi kuja nimuite Queen Fraison naye akawaburudisha kidogo, ingawa ni hata nimepita kwenye bio ya Queen Fraison naye ameandika yeye ni dancer wa Mbosso. So kuna picha ambayo ina trend kwenye mitandao sasa hizi ikimuonyesha Job akiwa kama anachungulia fulani ile muda ambao Queen Fraison akicheza ile bonge la dada. Hii imezua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii na kuona kwamba kama jamaa alikuwa anaibiaibia fulani hivi. Rusha komenti yako niambie, lakini kuna baadhi ya mashabiki ambao nimejaribu kupitia komenti zao, wao wanasema kwamba wanasema kwamba huyu ni Faridi Musa, ni mchezaji wa, wa Yanga huyu, anasema hii imeenda. Lakini huyu anaitwa Official Kivo, anasema ila mzee wa baba shop, mbona kama alikuwa amepania sana. Huyu mwingine anasema hii aliiposti hii picha aliiposti alikame kwenye akaunti uh, yake ya Instagram, yeye yeah, anasema, mimi uzuri ni kwamba mimi nilikuwa simwangalii, nilikuwa naangalia kichwa chake tu. Lakini Job na Dickson Job mwenyewe kaja akasema kwamba huyo ndio zena niliyokuwa naulizwa na mama mtu huyu aliwata na Abdulaziz anasema kwamba jicho la Job linaitwa skating marora hizo. <laughs> ni baadhi tu ya comment ambazo Uh, zimetokea baada ya post picha ya Queen Fraison na Dickson Jobo ambapo alikuwa anachungulia. Wewe mwenyewe angalia picha hiyo ambayo alikuwa na, anachungulia kwa chini pale Queen Fraison akiwa anacheza. Wewe unaonaje hiyo picha? Drop comment yako hapa afu nitapita nayo bye, bye. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu hakikisha unamaliza alama ya subscribe hapo chini asante.